Ndio, Simba, Simba inaweza kufanya vizuri safari hii na watalia, watalia, watalia vibaya, vibaya, wow, vibaya sana sana, sana mwaka mwaka, wow, huu, huu. Wao, yeye a kuelekea sasa, e, mashindano haya e, ligi kuu, tutarajia sasa, e, msimu huu mnaenda kuchukua kikombe kwa uwezo ambao mmeshaonyesha uwanja. Sio ligi kuu tu, hii ndio timu ambayo inaenda klabu bingwa barani Afrika na kufanya makubwa. Hii ndio timu ambayo itafanya makubwa kwenye klabu bingwa barani Afrika na ukiangalia kwa uwezo tulikuwa nao, usiacha Simba juu. Tukao tunaemea juu. Maana yake nini? Kipindi cha kwanza tukaeleza nao watu. Tungepata goli tano au nne na kuendelea. Wa u, wa ujumla, kwa ujumla ni kwamba Simba kimo cha pili imetupa raha. Hii timu ndio ilikuwa nje. Imeingia kimo cha pili imetupa ushindi, tumefurahi wana Simba wote siku ya leo, juu sana. Alienda juu akaruka ikawa goli. Kwa hiyo tumefurahi kupata ushindi siku ya leo na Simba Eh, inawezekana so mwalimu alikuwa anasoma. Alikuwa anasoma. Wale walioanza ni wengine. Na wale kuja kuingiza ni wengine. Hao wale kuja kipindi cha pili ni wachezaji ambao mfano kama Aua. Aua ndio mwenye simba yake. Sumelewa. Sasa hivi Soa ndio mwenye simba yake. Aua, Soa ndio mwenye simba wao. Morris ndio mwenye simba wao. Kibu ndio mwenye simba wao. Kimsawala ndio ile timu yao. Walivyoingia ndio wamepushi wakawa wanaemewa hewani. Muda wote wanaemewa hapa. Kwa hiyo hao wangeanza, ni maana tungepata ushindi kuanzia kipindi cha kwanza.